Karibuni tena katika Ndani ya Michezo inayorushwa kwenu na Dimbani Konekti, ambayo ni sehemu ya taasisi ya habari ya Vichanzo. Mimi ni Angetile Asia kukuletea kipindi hiki, na leo kama mnavyojua, ndo kuna ishu kubwa sana ya uchaguzi mkuu wa shirikisho la soka Tanzania, TFF. Uchaguzi huu umetangazwa Juni 16 na utahitimishwa uh, Agosti kumi na sita wakati wajumbe wa mkutano mkuu watakapopiga kura. Huu ni uchaguzi wa pili kufanyika uh, baada ya kufanyika marekebisho makubwa ya katiba ya mwaka elfu mbili na moja, uh, na pamoja na kanuni za uchaguzi uh, mabadiliko hayo yalileta uh, yalipunguza idadi ya wajumbe wa mkutano mkuu ambao wanapiga kura, yalipunguza uh, Uh, idadi ya wajumbe wa kamati ya utendaji ambao awali walikuwa kumi na saba uh, lakini sasa wamepunguzwa mpaka wamefika uh, wajumbe kama tisa hivi au kumi na moja kwa maana ya kwa kwamba uh, wajumbe sita watachaguliwa kutoka kwenye kanda, wajumbe wanne watakuwa ni wale ambao wameteuliwa wame na presidenti wa, wa TFF Uh, wakati mmoja atatoka bodi ya ligi na katika mikoa wapiga kura wamepungua kutoka wapiga kura wanne wanakwenda mpaka wapiga kura wawili, kwa maana ya mwenyekiti na mjumbe wa mkutano mkuu wa, wa, wa TFF. Kwa hiyo unaona kuna idadi kubwa sana ya wajumbe ambao wanapiga kura wamepungua, jambo ambalo liliondolewa uh, wakati wa mageuzi makubwa ya mpira yaliyofanyika mwanzoni mwa miaka elfu mbili. Uh, wakati u, u, uongozi wa Leodegar Tenga unaingia madarakani kwa sababu zamani ilikuwa ni rahisi sana uh, kuwapata kuwa, kuwa wajumbe waliokuwa sabini tu wakati, wa, wakati uh, iki chama cha mpira kinaitwa chama cha mpira Tanzania, FAT ilikuwa ni rahisi kuwapata watu sabini, na kwa mgombea ambaye ulikuwa ni mpya ungeweza kwenda kwenye mkoa ambao uchaguzi unafanyika ukatafuta wajumbe usiku kucha, usiwaone ukakutana nao kwenye chumba cha, cha kupiga kura. Kwa hiyo ilikuwa ni shida sana kwa mtu kutoka nje kuingia. Kwa hiyo walifanya makusudi kuongeza idadi ya wajumbe, kwa maana ya kwamba katika mkoa aliongezeka mjumbe wa, wa, wa, wa mkutano mkuu akaongezeka uh, mjumbe wa wanawake na akaongezeka mwakilishi wa klabu kwa hiyo hapo kukawa na kura tano kwenye mkoa. Halafu uh, ikaongezwa pia uh, vyama shiriki, kwa maana ya chama cha madaktari, chama cha makocha, chama cha wachezaji Sputanza, chama cha waamuzi. Iliongezeka vyama vitano, kwa hiyo kupanua wigo wa, wa, wa, wa, wa wajumbe wa mkutano mkuu. Kwa hiyo ilikuwa ni shida, ilikuwa anayetaka kuingia kwenye uh, uchaguzi hasa kwa nafasi kubwa ya urais, anatakiwa awe anaweza ana sana kujieleza na kuthibitisha kwamba anachokwenda kufanya kinawezekana, kina, kina awakonvinsi wajumbe, kwa sababu kuwapata wote ukawaficha ikawa tena shida. Ndio maana ule utawala wa zamani ukaondoka, akaingia Leodegar Tenga kwenye uchaguzi uliofanyika pale Golden Tulip, lakini uh, hali inaonekana kuwa mbaya. Mara ya kwanza ilivyofanyika uchaguzi mwaka elfu mbili na ishirini na moja ilitokea matatizo ya wagombea uh, kuidhinishwa na wanachama wa mkutano mkuu wa TFF kwa maana ya kwamba katika kanuni za uchaguzi zilizobadilika walitaka uh, waliongeza idadi ya, ya, ya wanachama ambao wanamdhamini mgombea saa hivi neno maarufu ni endorsement. Wale wanachama wanaomdhamini mgombea waliongezeka kutoka nadhani wawili mpaka watano, lakini aa, mpaka watu wanaorudisha fomu, hakuna mgombea aliweza kufikisha aa, wadhamini watano, zaidi ya president Ka, Karia na, na mgombea mwingine mwanamke ambaye pia alikuja kuondolewa kwa sababu ya uzoefu, alikosa uzoefu wa miaka mitano, lakini watu kama uh, Ali Mayai, mchezaji wa zamani wa Young Africans, lakini pia mchezaji wa timu ya taifa na pia alikuwa ni kiongozi wa chama cha wanasoka Tanzania Spotanza, alipata mdhamini mmoja tu, katika hali sio ya kawaida. Uh, kwa heshima yake kama mchezaji wa national team udhamini ya, yani, ilikuwa ni kitu cha kawaida tu, lakini alipata mdhamini mmoja tu, kwa hiyo akashindwa kuingia kwenye kinyang'anyiro. Na yule ambaye alipata wadhamini watano na yeye akaondolewa kwa uzoefu, kwa hiyo Karia akasimama peke yake, uchaguzi ukawa ni one man, one man show. Kwa hiyo hilo halikuangaliwa sana, hata uchaguzi ulipokwisha watu waka relax, hawakuona kwamba ni problem. Ni problem kwa sababu kanuni zinataka mgombea mmoja aidhinishwe na wanachama watano lakini kanuni hizo hizo hazimwekei ukomo mgombea kutafuta wadhamini zaidi, na ndio maana sasa kwa mwaka ule wa elfu mbili na ishirini na moja Kalia alikuwa na wadhamini zaidi ya thelathini. Kwa hiyo akaacha wale wagombea wengine wapigane vikumbo huko kwa wale waliobaki, na sasa hivi uh, inasemekana ana ana vyama zaidi ya arobaini vilivyojitokeza kumdhamini. Sasa unajiuliza ni kwa nini utafute wa wadhamini wote hao? Kwa maana nyingine ni kwamba hiyo inakwenda kinyume kabisa na, na taratibu na utamaduni <coughs> wa uchaguzi, kwa maana kwamba ukishasema upate wadhamini zaidi ya watano mgombea mmoja, maana yake unajihakikishia kura kabla ya uchaguzi, kitu ambacho si sahihi. Ni lazima kura zipigwe siku ya, ya, ya uchaguzi na sio kwamba kura zipigwe kabla ya uchaguzi. Kutafuta wadhamini zaidi ya watano kama kanuni zinavyoweka minimum standard ni, ni kutafuta kura zaidi. Kwa hiyo ukiangalia sasa kama anatafuta kura kwa, kwa kivuli cha endorsement, kuna haja gani sasa ya kuwa na uchaguzi kama mtu ameshapata zaidi ya nusu ya, ya, ya kura ambazo angepigiwa na wajumbe wa mkutano mkuu. Kwa hiyo unashangaa kwamba ilikuwaje mpaka hii kanuni ikapita. Alafu pili, ilikuwaje mpaka msajili wa vyama vya michezo hakuona hii dosari akaamua kuipitisha, kwa sababu msajili lazima asajili kanuni ambazo zinaweka uchaguzi ambao ni huru, haki na fea. Uwe ni fair. Utaweza kuwa huru na wahaki lakini usiwe fair. Na hii kanuni inafanya uchaguzi usiwe fair kwa sababu watu wengi wameshindwa kwenda kwenye boksi la kura kutokana na kuwekewa vizingiti vya kikanuni ambao si muhimu katika maendeleo ya mpira wa miguu. Kwa hiyo unaporekebisha kanuni badala ya kuboresha mfumo wa uchaguzi, unarekebisha kanuni kwa lengo la kuzuia watu kusaidia mpira wa miguu, badala yake unavuruga una kwamba yani, wale waliopo tu ndio wa waingie wa, wa, wa, wa kwenye uongozi. Shirikisho la soka la Afrika uh, CAF lilijaribu kuingiza hiyo kanuni, ilileta mzozo kidogo, lakini yenyewe kanuni ilikuwa ni tofauti. Kanuni ambayo Issa Hayatou alitaka kuingiza ni ile ya kusema wagombea urais ni lazima wawe wajumbe wa kamati ya utendaji aba, ambao wamewahi kuwa wajumbe wa kamati ya utendaji sasa. Ni wangapi je? Isaya tu walikaa zaidi ya miaka ishirini? Au ni wangapi waliowahi wali wali kushika hiyo nafasi? Kwa hiyo ilipingwa sana, lakini yule mjumbe aliyetoka mjumbe kutoka Laibeli ambaye alipinga sana akaja akaadhibiwa, kwamba alipata taarifa za kamati ya utendaji kabla ya kabla ya kuwekwa public. Kwa hiyo wakamfungia miaka sita, lakini baada ya mwaka mmoja nadhani walikuja wakamwachia. Kwa hiyo unaona kwamba mtu ambaye yuko madarakani anajaribu kutengeneza mizizi, sio ya kidemokrasia bali ya kikanuni, kuzuia wengine kuingia ku, ku ku, kuja kumchallenge. Hii sio sahihi, na nadhani a msajili wa vyama vya michezo inabidi aliangalia ili na aingilie kati, aite hizo kanuni za uchaguzi, aziangalie fairness yake, aziangalie kama zina huru zinatengeneza mazingira ya uchaguzi huru na wa haki, ama ni vipi? Kwa sababu zimeshalalamikiwa wagombea wengi ambao wameenda mtu, wame kila akitafuta anaambiwa, endorsement zimeisha, endorsement zimeisha, endorsement zimeisha. Sasa aliyechukua ni nani? Kipindi cha kuchukua fomu ni kifupi cha siku kama uh, cha siku kama tano au sita hivi, inawezekanaje mtu akaenda Mwanza akakosa endorsement, akaenda Shinyanga kakosa akaenda Mbeya kakosa akaenda Mtwara, within those few days ni vigumu. Kwa hiyo inakosa fairness. Kwa mtu wa Dar es Salaam ni, ni rahisi kwa sababu kuna chama hapa cha mkoa, kuna klabu Yanga, Simba, Azam, KMC, unaweza ukapata watano a hapa hapa, ukisogea na morogoro kidogo unapata. Lakini mfikirie mgombea mwingine ambaye atatoka nje ya Dar es Salaam ni ngumu ni ngumu ni ngumu sana. Kwa hiyo mm, ni vitu ambavyo msajili anatakiwa viangalie na ikiwezekana kama anaweza uh, kama ilivyokuwepo kesi moja ambayo ilikuwa inapinga hizi kanuni, kama ile kesi ilikuwa na hoja, manake iliamuliwa teknikali, lakini sio kwa hoja kwamba aliyekuwa amelalamika alikuwa hana hoja, lakini teknikali iliondolewa. Kama kweli mlalamikaji alikuwa nasema hizi kanuni hazijapitishwa na msajili, basi ni wakati sasa wa msajili kuangalia upya na ikiwezekana asitishe uchaguzi wakati huu wa kuziangalia kama kweli zile kanuni hakuzipitisha. Na kama alizipitisha soke baada ya uchaguzi anaweza akaita tena zile kanuni na kuzifanyia marekebisho ziendane na utamaduni wa demokrasia utamaduni wa fair play, kama mpira wenyewe unavyosema fair play na nini. Alafu jambo jingine ambalo linasumbua ni ile yale uh, matamko yaliyotolewa na viongozi wa klabu za Simba na Yanga kwenye mkutano mkuu uliopita, uh, kwamba, uh, mkutano mkuu ufikie azimio la kwamba utaenda na Karia kwamba ndio aendelee kugombea hii kabisa ni kinyume na utamaduni wa demokrasia, kwamba kwa kwanza, kwa katiba ya TFF unavyojua, katiba ya TFF ina ajenda kama sio kumi na mbili kumi na tatu hivi, na haina mengineyo. Haina mengineyo kwenye zile ajenda, ni zile kumi na mbili tu, na mkutano mkuu wa uchaguzi wa TFF una ajenda moja tu, ambao ni uchaguzi basi mkutano mkuu wa TFF hauna ajenda ya uchaguzi. Kwa hiyo ni, ni, ni, ili, sijui ilikuaje mpaka wakafikia kutoa hiyo ajenda, kwa sababu ajenda za mkutano mkuu wa TFF zinaletwa na kamati ya utendaji, haziletwi na mtu binafsi, kama zinavyoletwa kwenye mikutano mingine kwamba any other business inaweza ikawepo. No, sababu any other business ilitumika sana huko nyuma kuwaondoa viongozi kufanya mapinduzi ajabu ajabu. Kwa hiyo ikaonekana hii ajenda haifai kuwepo kwenye, kwenye, kwenye. Inatakiwa mjumbe, kama unaona kuna ishu ya kudiskas kwenye mkutano mkuu, unawasiliana na ofisi ya katibu mkuu, unaangalia zile ajenda, unaangalia katika zile ajenda ipi inaweza ikahusiana uh, na wazo lako. Kwa hiyo unaituma kwa, kwa katibu mkuu, katibu mkuu anaileta anaipeleka kwenye kamati ya utendaji inaletwa kama ajenda, lakini within zile ajenda kumi na mbili ambazo ziko kwenye katiba. Kwa hiyo unaangalia unaona kama tunaanza kupoteza mwelekeo, kama viongozi hawajui wanaenda kwenye mkutano mkuu kufanya nini, mpaka wanafikia hatua ya kusema sisi tunaona hapa tu twende na mtu fulani, ni kuzuia ushindani kwenye uchaguzi mkuu. Ushindani ni muhimu sana, uchaguzi wa viongozi wa TFF, ushindani ni muhimu sana. Aa, hata mafanikio yakiwepo, huyo ambaye ana mafanikio ni muhimu sana akaenda kwenye uchaguzi, kwenda kueleza aliyapataje. Uenda amekutana nayo tu, kwa hiyo aende aeleze aliyapataje mafanikio, sio tu kwamba Taifa Stars ilifuzu AFCON. Ulifanya nini kuweza kuiwezesha national team kufuzu na hivi ndivyo vitu ambavyo wanatakiwa kwenda kueleza wapiga kura na sio tu kuamua tu kwamba bana kipindi chake kilikuwa na mafanikio. Mafanikio hayo yanaweza yakawa ni ni ni, ni, ni mipango ya watu wengine. Kwa mfano, timu lienda, ilienda ilienda AFCON 2019. Uwezi ukasema wakati huo rais wa sasa ndo aliingia akafanya mambo makubwa sana mpaka timu ikaenda AFCON 2019. Haiwezekani kwa mwaka mmoja ukafanya hivyo ukafanikiwa, haiwezekani hata kidogo. Lakini ni kwamba ukiangalia kama ile timu iliyoenda kule unakuta uh, almost 60, oh, 70% ni timu ambayo ya watoto waliolelewa toka mwaka elfu mbili kumi na mbili wakina Shabalala wakina Farid wakina Mudathiri haya wakina Aisha Manura au wote kabla hawajachukuliwa na Simba, Yanga, Azam walikuwa pale TFF, na wakati huo Kalia hakuwa rais. Kwa hiyo ni, ni, ni fursa ambayo mgombea anatakiwa aichukua haka, akaeleza wajumbe, na kama kutatokea mjumbe anaeleza vizuri zaidi yake, basi wajumbe wata, wataona kwamba huyu kumbe alikuja alikutana na mafanikio na huyu anatueleza atapataje mafanikio na ndio vitu ambavyo vinatakiwa vizungumzwa wakati wa uchaguzi ili wajumbe wawe wanafanya decision wakiwa informed, eh sio tu wanafanya kwa, kwa kwa bendera fuata upepo bwana hivi na hivi. Halafu pia ishu nyingine ni ishu ya, ya chaguzi za mikoa na chaguzi za, za, za vyama shiriki. Vyama, vyama shiriki ambavyo ni vile nilivyovitaja vya madaktari, waamuzi, makocha, wachezaji. Ukiangalia unaona, unaona kabisa kwa vile vyama ambavyo vimefanya uchaguzi hadi sasa unauona mkono mkubwa sana wa makao makuu ya Shirikisho la Soka Tanzania na huo mkono umekwenda mpaka sasahivi kwenye chaguzi za wilaya. Wilaya ya Temeke imekumbana na hilo tatizo kwa sababu watu wa juu wanataka mtu fulani, kwa sababu mtu fulani ataenda kuwa mpiga kura kwenye mkutano wa DRFA Ubungo. Kumetokea hivyo hivyo, lakini mikoani pia, kama ulisikia mgogoro wowote, utasikia ulikuwa wanapingana na kitendo cha kamati ya uchaguzi ya TFF kwenda kuwa msimamizi kwenye uchaguzi wa mwanachama, yani mkoa ama, ama chama shirikishi. Kwa hiyo hivi ni mazingira ya kutengeneza wapiga kura baada ya kutengeneza viongozi wa mikoa. Hii ni kitu ambacho uh, mikoa inabidi iwe makini nacho sana, kwamba ni lazima watengeneze watu ambao wataongoza mpira kwenye ngazi yao na sio kutengeneza wapiga kura kwa ajili ya kwenda kumchagua rais au wajumbe wa kamati ya, ya utendaji. Hii sio sahihi, na ndio maana katika mikoa mpira umepoteza mwelekeo hata ligi za mikoa hazichezwi vizuri, zinachezwa tu ili mradi apate bingwa wa mkoa basi, lakini hazina mvuto wowote kama ilivyokuwa zamani kwamba bingwa wa mkoa ni timu maarufu sana. Uh, matimu kama Cosmopolitan huko Tambaza, sijui Asante ya Tororo yalikuwa ni matimu ambayo katika levu yao yanashindana kwa kwa, kwa, kwa ushindani mkubwa sana kwa sababu ligi za mkoa na ligi za wilaya zilikuwa ni kubwa, lakini leo kiongozi ametoka kushinda uchaguzi wa wa mkoa, hotuba yake baada ya uchaguzi anasema, mimi nitaenda na mtu fulani kwenye uchaguzi. Yani sio kwamba hotuba yake ieleze ataufanyia nini mkoa kuendeleza mpira, hotuba yake inalenga kumtaarifu ku, ku, ku, ku, mgombea fulani kwamba niko nyuma yako. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba hapa kuna mpiga kula na sio kiongozi wa mkoa. Hivi vitu ni lazima vifanyiwe viangaliwe sana, kwamba mikoa isiwe sehemu ya kutengeneza wapiga kura, bali iwe ni sehemu ya, ya, ya, ya kutengeneza viongozi wa kuendeleza mpira katika hiyo ngazi ya mkoa na wilaya. Uh, right. Kwa ujumla, tunaweza kusema kwamba tunapozungumzia uchaguzi mkuu wa TFF sasa hivi hatuzungumzii uchaguzi ambao unaenda weka ushindani ambao mshindi ataenda kutangazwa kuwa yani uh, kuwa mshindi wa kweli ndo atashika kiti cha urais. Sasa hivi ni tunawadanganya wananchi kwamba tunaelekea kwenye uchaguzi, lakini ukweli ni kwamba kula zilishapigwa kwa njia ya endorsement. Hii ni kuwapotezea watu muda, ni kuvuruga uh, uh, maendeleo ya mpira ni kuondoa ushindani ambao ushindani ni muhimu sana sana katika kupata kilicho bora. Tukishaanza kupiga kura kabla, ni, ni, ni, ni kuchagua bora liende, na sio kwamba tunataka mtu wa maendeleo. Tunataka mtu ambaye ana hoja, tunataka mtu ana mwenye mipango, tunataka mtu mwenye maono. Tunaridhika tu na kile ambacho tumekipata sofa, hatuangalii huko mbele tunahitaji nini. Tumepata hiki, tumekipataje? Huyu aliye hiki, ana, alikuwa na mipango yote ya kukipata hiki ama imetokea bahati. Kwa hiyo tusiodanganye umma kwamba tunaenda kwenye uchaguzi na, na msajili wa vyama vya michezo, hii ndio nafasi yake kuangalia huku chini, anakosajili katiba anakosajili kanuni. Je, zinatoa hiyo nafasi ya watu kushindana? Je, zinaweka uh, uwanja wa mapambano kuwa sawa Je, kuna uhuru na, na, na haki katika kupiga kura? Kwa hiyo hilo ilikuwa ni uh, nani yangu rai yangu ya leo kwamba katika ngazi ya uchaguzi uh, hatuwezi kufanya lolote kubadili mazingira yaliyopo, labda zitokee jitihada uh, za ziada za ziada kama zilivyokuwa wakati Tenga anaingia madarakani kwamba watu waliamua kwamba lazima Uh, lazima tufanye mabadiliko na wale ambao walikuwa wanataka ku maintain status quo walijikuta wali, wali ni wachache na hali ikabadilishwa ikawa vile, na ndio maana ule uongozi ukaja kwa tutengenezea taasisi ambayo ni imara, ambayo sasa hivi tunaanza kuiharibu. Kwa ni muhimu sana msajili akawa akafungua jicho lake kwa ukubwa zaidi akaangalia huu uchaguzi kama atashindwa kuzuia, kwa sababu ya mambo, kwa sababu tunaelekea kuandaa CHAN mwezi wa nane. Kwahiyo kitu chochote ambacho atafanya kujaribu kuzuia uchaguzi ni government interference. Lakini kama ikishafa, akishaweza, kama uchaguzi ukishafanyika, basi ni muhimu sasa aite katiba ya TFF, aite kanuni zake aangalie kama zinakwenda sambamba na utamaduni wa Kitanzania, kwa sababu juzi tu hapa CCM wametoka kuongeza idadi ya watu wapiga kura huku kwenye ngazi za chini. Kwa nini? Ni kwa sababu ya rushwa. Lakini huku kwenye mpira tunapunguza idadi ya wapiga kura. Kwa nini? Kwa sababu tunataka watu tunaoamudu, tunawaamudu. Kwa nini? Kwa rushwa. Sasa ukiona hivyo, unaona vitu viwili tofauti. Kwa hiyo ni lazima msajili aiangalie hii kwa makini, ili turudi kule tulikokuwa tunaelekea, ambako watu walikuwa na shindano kwa ushindani na kwa kujenga hoja. Endelea kuangalia vipindi vingine vya Dimbani Konekti. Mimi ni Angetile Usia.